sana. Na kwa bahati mbaya sana wenzetu nadhani walikuwa waoni potential iliyopo katika mradi huu. Lakini leo kwa uongozi huu wa Halmashauri ya Wilaya ya wow. Iringa, ninawapongeza sana. Mkurugenzi na wakuu idara wote ninawapongeza. Leo ni siku muhimu na mimi nikasema siku hii ni lazima iwe kwenye kumbukumbu. Watu wa Iringa wajue wamba viongozi wao wamepambana na wa kuhakikisha mradi huu wa mfano na wa kihistoria unaanza rasmi na tunaomba mkurugenzi, na kuomba na timu yako, mradi huu msiucheleweshe. Dokumenti hizi zimaliziwe ziende BRELA. Wakati zinaenda BRELA, bodi iundwe haraka, management tengeneze haraka site kule watu waende, na mkienda kule site nende na watu wa media waone mitambo iliyoko kule, waone shamba liyoko kule eka zaidi ya mia nne liko kule, waone maeneo yale yalivyo, kuna miti kuna kila kitu, ile mradi uko kule, mradi ambao unaweza ukazalisha mamilioni na kama sio mabilioni, wenzetu wa mkoa wafaidike, Bomalang'ombe faidike, halmashauri mapato yale yataenda kusaidia ujenzi wa zahanati, ujenzi wa shule, kuanzisha miradi mingine na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tuko hapa leo kwa hafla ifupi fupi ya utiaji saini, lakini nimeona angalau nitoeka historia kadogo, watu waelewe kwamba huu mradi ulikuwa ni as, lakini ulikwama kutokana na mabadiliko ya uongozi na kugawanywa kwa wilaya na hizo halmashauri, lakini nashukuru Mungu vikao vimefanyika na kila mtu amefikia mahala tukubaliane kwamba tuweke maslahi yote pembeni, lakini tuwe wazalendo na tuhakikisha huu mradi unafanikiwa. Kwa hiyo mimi niwatakie kila la heri na niseme mradi huu ni wa mfano. Mkurugenzi ushikilie kwa mikono yote miwili, mradi huu uanze na uanze kwa haraka. Management utakayoweka inaomba uweke watu wenye utaalamu wa kumanage kampuni zenye zenye zenye namna hii kwa sababu kitu kinachoenda kuumiza hii kampuni ni management mbaya. Ikishakuwa management mbaya, yote tuliyofanya hapa hayana maana. Kwa hiyo tushirikiane wote, wale ambao mradi kwenye eneo lenu wenzetu, muutunze mradi kama alivyosema ma, muutunze ule mradi, mengine yote mnayotaka mshirikisheni, ili tuje tuweke mambo yote vizuri, lakini ni mradi ambao una faida kubwa mapato ni mradi ambao unatuma ujumbe hata kwa halmashauri zingine Tanzania, kwamba mnaweza ukawekeza kwenye halmashauri nyingine, sio lazima ubaki kwenye halmashauri yako. Ukiona halmashauri nyingine kuna potential, wekeza chukua faida, win win situation, huko wanapata maendeleo na huko wanapata maendeleo. Tunaweza tukawa tunashirikiana tuna, tuna, tuna katika kiwekezaji hata mkoa kwa mkoa, hata wilaya kwa wilaya, hata halmashauri kwa halmashauri, yote yanawezekana na leo halmashauri ya, wila ya wila uku, wilaya Iringa imeonyesha kwamba yanawezekana. Halmashauri ya wilaya Iringa iko huku lakini mradi huko wilaya Kilolo. Nawatakie kila laheri, ni washukuru sana. Hatuwezi kutaja mtu mmoja mmoja, lakini najua wakuu wa idara wote kwa namna moja au nyingine mmehusika na wote mmefanya vikao na wote mmekuwa mnatoa mawazo mazuri. Ni kwa bahati mbaya tu, ndugu yangu, wengine hizi sifa wanapokea watu wachache, <laughs> ni kwa hiyo poleni jamani lakini wote mmefanya kazi nzuri mkiongoza na mkurugenzi. Niwatakie kila laheri, Mungu awabariki sana. Naamini mtasimamia haya na mtayamaliza kwa wakati, na siku inayokuja tena tutaenda sasa kukagua eneo lile tukiwa na management mpya inatuambia mikakati yao ya kuhakikisha ule mradi unafanikiwa. Mungu awabariki sana, asanteni sana, asanteni sana. a hiari Gerald Kimata ni mwenyekiti wa kijiji cha Bomalang'ombe ulipo mradi e, ulipoanzishwa tisini na nane kama ambavyo ameshakwisha kusema mkurugenzi wa halmashauri ya Iringa DC. Baada ya kipindi kifupi iligawanyika kijiji cha Lyamko kutoka kwenye kijiji cha Bomalang'ombe. sana siku hii ya leo tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano tumekuwa na vikao vingi vya kujadiliana na wenzetu wa Iringa DC juu ya huu mradi. Kwa siku hii ya leo tumefikia mwisho na ninaamini ya kwamba kupitia kikao hiki au utia, utiaji sahihi wa siku ya leo utaenda kuleta matokeo chanya kwa wananchi wa vijiji viwili hususan Bomalang'ombe na Lyamko. mko tunaona vijana wetu wanaandamana bila utaratibu tarehe ishirini na tisa ya uchaguzi na leo wanafikiri kuandamana kwa, kwa sababu ya ukosefu wa ajira tuna imani ya kwamba kupitia uzinduzi au utiaji sahihi wa siku ya leo fursa nyingi zitapatikanika kule Bomalang'ombe, kwenye kijiji cha Lyamko na Bomalang'ombe, na watakaopata fursa tunaamini ni vijana wetu wa kijiji cha Bomalang'ombe. Naamini mawazo yao ya kufikiri kuandamana bila utaratibu kwa kukosa ajira, naamini hapo tutakuwa tumepunguza adha hii kwa vijana wetu. Kwa hiyo tuna imani, tunashukuru mradi huu, kwa leo tunafikiri uanze mara moja, ili shughuli zetu zianze mara moja. Iringa DC ni pende kumpongeza sana mkurugenzi wa Iringa DC kwa juhudi kubwa tulivyokuwa kwenye vikao vingi, amesema amerudi tena kwenye halmashauri hii akaukuta huu mgogoro bado upo, na leo anafikiri hata kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafikiri kumwondoa kwenye eneo hili la wilaya ya Iringa DC aone mradi huu au kampuni hii ikisonga mbele kwa uwezo mkubwa. Na tuwapongeze wataalamu wote wa Iringa DC kwa kupambania kuhakikisha wakishirikiana na vijiji hivi viwili, Boma la ng'ombe na amko kuhakikisha mradi huu unasonga mbele. Mkurugenzi apongezwe, na sifa hizi kwa kweli ni za kuigwa. Kama laiti, tutapata wakurugenzi wa namna hii wenye mapenzi mema na inji yao wakishirikiana na mkuu wa wilaya wa Iringa DC, basi vitu vingi ambavyo vimesimamishwa viwanda na miradi mbalimbali ambayo imesimamishwa ambayo haina impact kwa jamii, basi kwa hawa watu wawili tunaamini ya kwamba wangeweza kutoa matokeo chanya kama wangepewa fursa nyingine na tuombe kama hizi kitu gani? Kwenye kipindi hiki cha mgogoro e, tumepoteza mwanzo mahusiano kati ya sisi viongozi na jamii yetu ambayo iko kule, lakini kupitia kusainiwa kwetu kwa siku ya leo, tutaenda kuwaambia sasa mradi unarudi, utaleta manufaa kwao, kwa wananchi wa kijiji cha Bomalang'ombe. Kwa hiyo muda ambao tumepoteza kwetu si tatizo, tatizo ni ukurasa huu wa siku ya leo ya tunaanza upya kwa ajili ya kusonga mbele kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu wa vijiji hivi vyote viwili naitwa Venance Edison Ngomo ndo mwenyekiti wa kijiji cha Lyamko. Toka nimeingia tarehe ishirini na saba kuwa ndo mwenyekiti wa kijiji cha Lyamko, nimepambana na mgogoro katika eneo hili ambalo mradi ulikuwepo, mradi wa Sefa, kati ya familia ile ambayo ilikuwepo pale, iliyotoa eneo na baada ya kuona kwamba hakuna kinachoendelea basi ilifika ofisini kwamba inahitaji kupatiwa majibu hai, ikiwezekana eneo lile lirudi kwao. Lakini baada ya kukaa na kamati zangu za ulinzi na usalama na huduma za jamii, tulikubaliana kwamba tunaomba, hilo eneo haliwezi kurudi kwa familia, bali tuliangalie namna ya kulirudisha serikalini na hatimaye tutafute namna ya kupaendeleza pale mahali. Kadiri ya hii migogoro inapoendelea, tulisirikisha Iringa DC. Iringa DC, walichukua hatua ya kufika kijijini na kuona mahali ambapo huo mgogoro upo na hayo maeneo yanayofanyiwa kazi, lakini bado nao walituasa kwamba tunaomba serikali muwe wavumilivu, hapa mahali pataendelezwa miradi iliyo kuwepo, tutaisogeza iendelee, ili hii familia inayotamani kwamba eneo lingerudi kwao irudi serikalini, hatimaye tuweze kupaendeleza pale, tushirikiane na serikali ili kuwaona kwamba wale familia tuwape majibu ya kwamba lile eneo sasa linarudi serikalini, na sasa miradi iliyokuwa ipo pale sasa itaendelezwa, ili asionekane mwananchi binafsi, bali ionekane serikali pamoja na miradi inayoendelea pale. Leo kwa kiasi kikubwa, baada ya kuona kwamba sasa kila hata wale wenye eneo kuona pale panatumika, hawatakuwa na sauti nyingine, kwa sababu wao wenyewe watakuwa ni wa kwanza kunufaika kwa mradi utakaokuwepo pale. Familia zao zitapewa ajira pale